Baba mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu. Utubariki katika ibada hii ya Ijumaa njema. Nina pamoja nasi kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tuketi chini tafadhali. Wa Kristo wetu wa kanisa la Saint Bwana asifiwe. Amen, amen. Asifiwe. Amen. Amen. Kwa hii dunia mimi napenda baadhi ambapo ningepata mosho moja, yaani baadhi ambapo nikienda nifike pale, ninaoshwa mara moja na ninakuwa safi kabisa au shida yangu inatatuliwa mara moja. shida yake inatatuliwa mara moja. Huko kwetu pale panaitwa Toroso, Toroso kwa wale ambao wajui, ni karibu Cheptagis huko, na watu wanatafuta kuoshwa mara moja. Na iko mti wa mkuyu, ambaye mti huu umemea zaidi ya miaka mia tatu. Kuna wale ambao wanaamini ikikatwa na iko vipu ambavyo viliwekwa ndani yake, ikitolewa shida zao zitaisha na watakuwa mara moja, shida yote imetatuliwa, watoto watapata kazi, shida itaisha, ng'ombe ita ikaongezeka kwa boma, na watu wote wasabotu watabarikiwa.